Neka, haya ongea. Inarekodi tembea. Tembea. Alafu kunanyesha, unasikia kama kunanyesha? Ah, mimi sisikii kitu. Na mimi naona kama ni mvua. Ai, wewe unaacha uongo vipi? Ai, mimi nasikia kama kunanyesha. Hebu tembea ama nikonge. Twende mbele. Alafu usikongwe. Kwani bera iko sawa? Unajua uko mbele ni kubaya. Angalia mbele. <laughs> Bera iko sawa. Ai, beba na wapi? Alafu tena, kwani kwani unaona rodi ikiwa aje? Unaona mbere ikiwa aje? Ujue mbere kuna magari. Unaona kama mbere iko sawa? Unaona nini? Vera iko sawa? Iko <laughs> sawa. <laughs> ah. Turuka barabara. Turuka barabara tukienda wapi? Kwa nini si side? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ah, mimi niko ni <laughs> <Ujasikia nidega inapita. laughs> <laughs> <laughs> na ujika gani? Ujika? Ni mbwe imeanza. Ni ama ni dega inaguruma? Hujasikia ni dega inapita? Ali, naogopa unaogopa ndio mandega ikiwa hewani na wewe. Si umekuwa muoga aje? Acha unaogopa dega. Si nimesikia, umesikia mgurumo wa dega ukaanza kuogopa, kwani kira itafanya n